Habari yako, jina langu ni Marieta. Angalia hapa, ni kufundishe jinsi ya kubana hii style nzuri sana, lakini hili somo katika limeliweka YouTube channel yetu. Utafanya hivi, utakata hapa, then utakuja kuweka hii style kwa mbele. Sasa ukitaka kuelewa vizuri, nenda katika YouTube channel yetu na kwambia, utajifunza vizuri na huko utakutana na masomo yangu mengi na mazuri. Ukisha bana, utakuja tu kuizungusha hivi kama ambavyo mwanafunzi wangu amezungusha. Na wewe ambaye ni mwanafunzi unataka urembo, karibu Marietha Beauty School, bye bye.